See, na vameo, wewe Stella. Ni nini hicho ulichokifanya? Ni nini hicho ulichokifanya katika ndoa yangu tatu? Sinaongea na wewe. Ina maana unisikia au? Dori, relax. Hauna haja kupanic tena kwa sababu kila kitu kipo hadharani. Mumeo alishajua kila kitu, kwamba wewe na sisi tunafanya biashara haramu, au <laughs> siyo, jamani? <laughs> Mm -hmm. Unajitetea vipi tena hapa? Mama Junior, si nilikuuliza kuhusiana na hii kazi ya kipuzi na ukasema ufanya ah, kikuapi sasa. Kwa hiyo, mke wangu, umeona kunisaliti ya yaitoshi, umeamua kuja hapa kuvua uto wako, si ndiyo? Nilikuuliza kwamba utakachokiona huko utaweza kuvumilia? Ukanithibitishia kwa kinywa chako kwamba utakachokiona huko unaweza kukivumilia. Sasa kwa nini unataka kuanzisha ugomvi? Hapana Tasha, Naomba uniache. Huyu mwanamke ni mpuzi sana. Nisikiliza kwa makini. Hasira sio muamuzi sahihi hata mara moja. Sawa? Cha msingi, wewe na mke wako ili swala mnapaswa moja mkamalizane nyumbani kwenu. Lakini sio kugombana hapa mbele ya hadhara ya watu kama hivi. <coughs> <coughs>